Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya story ambazo zimemeke headline huko mtandaoni bwana ni hii issue ya Diamond Platnumz na Marioo. Bwana Diamond na Marioo bwana wameibua mjadala mzito kwelikweli huko mtandaoni do. do. Uh, na sababu kubwa sana ya mjadala huo kuibuka bwana ni sakata zima la kwamba Diamond Platnumz ameonekana uh, kwamba katika wimbo wake mpya kabisa ambao unakwenda kwa jina la Sasampa Marioo bwana ameonekana katika hiyo video, jambo ambalo watu wengi sana wamekuwa wakijaji kwamba inakuwaje katika kila shughuli ya, ya Diamond Marioo huaga anakuwa ni kipaumbele, anakuwa mstari wa mbele kujitokeza <laughs> lakini katika mambo mengi sana ambayo anamuhusu Diamond huaga mara nyingi hatu, katika mambo mengi anayomhusu Marioo huaga Diamond hatumwoni. Kwa hiyo wadau bwana wamekuja kuuliza hivyo kwamba hivi vitu vinakuwaje kuwaje mbona kama vile mzani auja balansi kwa namna moja au nyingine, kwani Diamond mara nyingi sana ye waga hajitokezi kabisa katika shughuli za Marioo, lakini katika upande wa Marioo yeye waga anajitokeza katika kila jambo la Diamond. Na hata kwenye video hii hapa ya sasampa tumemwona pia Marioo ametokea umu ndani. Sasa kutokana na mjadala huo ambao umeibuka huko mtandaoni bwana, ni kwamba wadau mbalimbali bwana, wamekuja kulizungumzia hilo swala, na mmoja kati ya wadau hao, kuna mdau hapa amekuja kufafanua kiundani zaidi kupitia kwanza ukurasa wake wa Twitter, ameandika kwamba alipofikia Diamond leo, msanii wa Bongo kushindana naye ni riski zaidi ya kuungana naye akiwa anamaanisha kwamba kutokana na ukubwa wa Diamond Platnumz, msanii yoyote ule wa Bongo Flava akitaka kwamba ashindane naye anakuwa amejichanganya kweli kweli, ana anakuwa amejiweka katika mazonge. E, ni bora tu aungane naye. Akaendelea hapa kusema kwamba ni bora kujiunga naye kutokana na exposure, networki, aliyoitengeneza, pamoja na, networki, yani expo, kutokana na exposure, pamoja na networki aliyoitengeneza katika soko la mziki duniani, nguvu ya kiuchumi aliyokuwa nayo kujua mziki unataka nini na, wakati, na huu wakati bado ni wa kwake. Msanii yoyote ule anayejifanya kumvimbia Diamond, kifupi ni ngumu kutoboa. Mario yuko mbele ya muda, faida hamtoiona leo, mtaiona huko baadaye. Hiyo kitendo cha Mario kuwa karibu na Diamond au kushiriki katika project za Diamond Platinumz, wakati huo Diamond yeye hatumuoni akiwa anajitoa sana katika project za Mario. Kwa mujibu wa wadau huku anakuambia kwamba Mario hapo amejiongeza kweli kweli, kwa sababu kuwa na ukaribu na, ukaribu na Diamond ni jambo zuri kutokana na kwamba Diamond yuko na influence kubwa, connection na vitu vingine kama hivyo ambavyo vinaweza kwa hiyo vikamfavor Mario, anagain vitu vingi sana kuwa karibu na Diamond kuliko n Diamond yeye kutokuwa karibu na Mario. Lakini pia vile vile mwendelezo ukaendelea hapa, jamaa akaendelea kuelezea kwamba mwana ni msanii yupi aliyewahi kushinda vita dhidi ya Diamond Platnumz? Kwa nini mnakataa? Kwa nini mnamsema vibaya Mario nyinyi kama mashabiki maandazi na midia uchara na midia uchwara? Kabla ya kumjaza Mario ujinga kumwarasi, kwa nini yupo karibu na Diamond, instead ya kuwa mshindani, instead ya kuwa mshindani wake kisanaa mlianza jiuliza, kwamba ni yupi kati ya hawa waliowahi kuingia kwenye mtego huo aliyeshinda bato hiyo au vita hiyo mpaka sasa hivi <mulia> lakini pia vilevile vile, mnadhani kwamba ni rahisi sana e, kupigana vita na Giant kuanzia mwaka 2005 dunia E, ilikuwa ni gumzo kwelikweli kwa inshu ya MJ na Eminem, lakini pia vile vile kupitia video ya Just Lose It ya Eminem alifanya mocking ya Michael Jackson kuhusiana na changamoto zake za kisheria na inshu za plastic surgery. Lakini pia vile vile, kama mnakumbuka, watu ambao wanafuatilia mziki wa kimataifa huko Marekani, basi mtakuwa mnajua kwamba e, mwanzo wa ngoma Uh, ni kwamba kuna sehemu ambayo Eminem alikuwa anamdisi Michael Jackson, lakini sote tunajua kwamba MJ yani Michael Jackson kwenye ngoma zake amekuwa akivaa am, amekuwa akivaa yale masuruali yake ya kuchanua uh, ni kwamba mkubwa ni mkubwa tu duniani. Alishangazwa na response ya King of Pop, maana kutokana na nyodo alizozileta Eminem kwa Michael Jackson ni kwamba mwana hakuunga haku akuangaika kurudisha wimbo, yani distrack kumsema Eminem, right, yeah. Akufanya interview wala drama. MJ alianz, alicheza game ya hadhi ya ufalme wake, right, yeah. Kupitia kampuni yake ya Sony ATV alinunua publishing rights za Eminem, katalogi zote za mziki wake. Ikawa na maana kila ngoma inayokuwa streamed eh, au inayouzwa au itakayokuwa performed Eh, kulikuwa na asilimia ya mapato inaenda kwa Michael Jackson. Yaani hapa kwa kifupi ni kwamba alichokuwa anataka kuelezea huyu jamaa maana yake iko hivi ni kwamba kama labda watu wanaoshauri, kwamba kuna watu wengi sana wamekuwa kimsema Marioo kwamba inakuwaje Marioo yeye anakuwa a, anakuwa na ukaribu na Diamond wakati ilitakiwa awe mshindani wake. Watu wanaanza kusema mpaka kwamba Marioo apunguze shobo kwa Diamond kwa sababu Marioo yeye kwenye mambo yake Diamond huaga ajitokezi. <laughs> Sasa hiyo inshu bwana ni kwamba Mario amejiongeza kweli kweli, na anajua kwamba hakuna faida yoyote atakayoipata kama akitaka kushindana na Diamond, ni bora tu awe naye karibu. Kutokana na kwamba hii eh, hi inshu ambayo watu wanayomsema sasa hivi hapa Mario, ilishawahi kutokeaga huko Marekani, kutokana na kwamba kulikuwa kuna beef kati ya Eminem na Michael Jackson. Eminem alishawahi kumwimbaga vibaya sana Michael Jackson, kitu ambacho kilimkera Michael Jackson, lakini Michael Jackson yeye hajawahi kurudisha wimbo kwenda kwa Eminem, na yeye labda kumsema vibaya au kujitetea. Alichokifanya Michael Jackson ni kwamba alienda kununua publishing rights za nyimbo za Eminem zote. Kwa hiyo kila nyimbo ambayo Eminem alikuwa anaperform au anaiimba au anaitoa na, na, na, na kuirekodi na kuiweka mitandaoni Michael Jackson alikuwa anapata percent. Kwa hiyo pamoja na zile diss track zote za za Eminem kwenda kwa Michael Jackson. Michael Jackson alikuwa anapiga pesa kupitia zile zile district, kwa sababu Michael alikuwa amenunua publishing rights za Eminem bila Eminem mwenyewe kujua. Kwa hiyo ni kama vile e, wakati hii inaonyesha kwamba msanii bwana, akisha kuwa mkubwa huwezi ukashindana naye, ni bora tu ungane naye na hicho ndicho ambacho tunachokiona kwa Mario na Diamond Platinumz. Kwa hiyo wale wanaosema kwamba Mario, bwana mtupe Diamond asiwe na ukaribu na Diamond aache shobo kwa Diamond ni kama vile tu wanataka kumponza au kumpotosha kwa namna moja au nyingine. So, hapa bwana, kwa kumalizia malizia, jamaa akasema kwamba bwana, inawezekana sio leo, lakini ipo siku mtayaona matunda yake. Marioo hajakosea, sisi ndio tunaokosea. Na kwa nini yeye tu, wakati tunaona wakina Juma Jux, Vanny Boy, D Voice, Young Lunya na wengine kibao wametokea humo, lakini kwa nini hao amwasemi mnamsema Marioo tu?